Siku moja baada ya uchaguzi mdogo kukamilika kumesikika vilio kote nchini, huku baadhi ya wagombea viti mbalimbali wakidai kunyanyaswa na kuibiwa kura zao. Aliyekuwa mbunge wa Mathioya JJ Kamotho amelalamikia chama chake cha TNA kwa kile anachodai ni upendeleo kwa wanachama wengine. Kamotho anayewania kiti cha useneta alisema eneo bunge la Mathioya lilikumbwa na uhaba wa vifaa vya kupigia kura. Hii ikasababisha shughuli hiyo kukosa kuendelea kama ilivyotarajiwa. Been supplied with the less ballots than the registered voters. Hivi hayo ya kijiri. Aliyekuwa mbunge wa Kisumu mashariki Shakeel Shabir amelalamikia chama chake cha ODM kwa rapsha zinazoendelea kutokana na uchaguzi huo mdogo sehemu mbalimbali mbali kote nchini huku akisema yeye ndiye mshindi wa uchaguzi huo wa mchujo kwenye eneo bunge hilo During the counting night at Kasavo Hall it came out very clearly that I honorable Shakil Shabir won the nomination for Kisumu East parliamentary seat and I have attached a copy of the provisional results by the presiding officers it is therefore necessary for your returning officer lady called Rose Opanga comes out from where she has been hiding since voting time To announce the Kisumu East constituency results immediately. Shabir pia alisema ana imani na chama chake kitafuata utaratibu kwenye uchaguzi huo. I cannot, you know, people tell me that I should have last night I should have uh, I'm not going to I I I have trust and faith in ODM. Wakati huo huo, msimamizi wa uchaguzi kutoka Ugenya Godad Ambale amelazimika kufika jijini Nairobi kutangaza mshindi wa uchaguzi katika eneo bunge hilo la Ugenya ambaye ni David Ouma Ochieng. alifanya hivyo kwa kile alichohofia kama cheche za siasa kutoka kwa wafuasi wa wagombea walioshindwa, ambaye pia anahofia usalama wake. naye pale sa walikuwa wanatafuta kusudi waweze kurarua ya makaratasi pale pale tena Kisumu, nikaona kwamba kuna watu wengine nyuma yangu wakinifuata kwa gari, walikuwa wamejua ya makaratasi sasa nikaamua ni vyema nije Nairobi huku nitangaze matokeo haya. Ndio maanake nikitoka hapa hivi, jambo lote likitokea njiani, manake sizijua, ni nimetangaza matokeo haya hivi. Ningesema na kana matokeo, jambo lote lingetendeka kama matokeo, na kuna uwezekano kwamba kuna mchezo ambao nitaka kuchezwa matokeo haya, ambao ni ya ukweli isiwe ambayo yanahitajika na huko Narok wafuasi wa Agnes Pareyo, mwaniaji wa kiti cha kuwakilisha wanawake, wamelalamika kwa kukosa kupiga kura kumchagua kiongozi wanayemtaka. And I'm just shocked and frustrated. Sisi tunapatia Ruto ultimatum kwamba asipotatua, tuna kura tuna midomo tuna resources tuna nguvu tutatembea na kuhakikisha hakuna URP katika kaunti mzima ya Narok. Ni bayana kwamba wasimamizi wa vyama na miungano tofauti watakuwa na wakati mgumu kusuluhisha mizozo mbalimbali. Sylvia Rugina, QTV.